Lakini pointi ya pili ya kwa nini uzoefu wa MC ni muhimu, pointi ya pili, anayeelewa saikolojia ya watu. E bwana we hey. MC unayetakiwa umchague, hakikisha ana uwezo wa kutafsiri na kuelewa saikolojia za watu, tena watu wako. Wakati mwingine unaweza ukaona tukio ambalo lina viongozi. Kuna tukio moja ilishaitokea Morogoro, ma MC wakatafutwa, wakapigwa chini, wakatafutwa, wakapigwa chini. Kila wakifuatiliwa wale ma MC, inaonekana kuna namna fulani hawawezi kuenenda na viongozi. alafu ma MC ambao wanaoweza kuenenda na viongozi tuko wachache, na katika hao wachache wengi tayari wana kazi, lakini mimi tu ndo nilikuwa sina kazi. Nikashangaa napigiwa simu nyingi. "Bwana MC John Minja, tumeambiwa siku fulani hauna kazi. Nikawajibu ndio aise. Tunakuomba chonde chonde chonde chonde chonde, tusaidie. Tuna tukio letu sisi ambalo lina mawaziri ndani yake. Tumetafuta MC mwenye protoko, anayejua protoko. Tumeambiwa wewe ni moja kati ya ma MC Morogoro ambao wanaojua protoko na wanaoweza kulinda status ya sherehe, kwa hiyo tunaomba utusaidie. Nikamwambia hii amniombi, hii tunakubaliana, Twendeni tukae mezani tuongee tukubaliane, twende sawa. Kwa hiyo tulivyokaa mezani tukaelewana, tukafanya ile shughuli, of course ilikuwa iko vizuri. Ndani yake huwa kuna mawaziri kadhaa ambao na viongozi wengine wengi ambao iliweza kupendeza, na wao wenyewe pia wali appreciate waandaaji, uh, maharusi na hata wale viongozi pia walisema wao, kumbe Morogoro kuna ma MC wazuri namna hii hata mimi kwa kweli nilifarijika kuona kumbe ninaweza kufanya na kutosheleza mahitaji ya viongozi. Mwanzo sikuwa najua kama najua, na hii kitu utajua kwamba unajua baada ya kuwa umefanya. Kwa hiyo tulifanya vizuri, ile kitu ikaenda vizuri. Kwa hiyo ni kusii sana MC wako unayetaka kumchagua, hakikisha anajua wakati gani wa kuongeza burudani, wakati gani wa kutuliza hali wakati gani wa kuwa rasmi na waheshimiwa. Kuna wakati waheshimiwa wanakuja mbele, unaongeaje nao? Punguza masiara, punguza vitu ambavyo havihitajiki, punguza maneno maneno, punguza yani somjo somjo, chupli chupli, hazihitajiki pale. Kwa hiyo itaidi sana upate MC ambaye anayeweza kuenenda katika namna hiyo.